Hilo ni kosa kubwa, hiyo hisia tu, wanaishi kwa hisia. Kwa sababu gani? Kazi kubwa ya mbunge, kuacha kutunga sheria, anaishauri serikali, anaisimamia itekeleze ilani ya uchaguzi. Hapo ndipo meno yalipo, ukisimamia serikali ndipo meno yalipo. Sijui menielewa, unaisimamia ifanye. Kwa hiyo tayari meno sisi wabunge wa CCM tunayo, kwa sababu tunakwenda kusimamia serikali. Mimi naomba wasihisi hivyo, watatusikia tutaisimamia serikali na serikali huwa inataka huwa haikasiriki hai ikisimamiwa. Bunge kuwa na CCM sio kigezo cha kutokuwa na meno. Meno ya bunge ni kutokana na changamoto zilizoko kwenye jimbo lako, kwa sababu kila mbunge aliyekuja hapa ameletwa na wananchi. Kila mbunge aliyeenda kuomba kura ameenda kuomba kura na kuahidi wananchi na kila mbunge aliyeenda ku, ku, ku, kuomba ay, kuchaguliwa ameenda kusikiliza wananchi. Kwa hiyo kila mbunge aliyeingia humu ameletwa na wananchi, ameletwa na kula za wananchi, matatizo yaliyoko kwenye jimbo lake ndo ndio itakayotengeneza meno ya bunge hili. Lakini kama kuna mbunge ameingia hana changamoto kwenye jimbo, jimbo lake, hiyo hatuwezi kuiongelea, lakini najua kila mbunge aliyoko hapa amekuja kuwawakilisha wananchi wake wenye changamoto na kila eneo linatofautiana na jiografia ya maeneo inatofautiana. Najua wabunge wote wako hapa kuwawakilisha wananchi na kusema shida zao na zitatuliwe na serikali na zifanyiwe kazi na serikali. Hiyo ni dhana potofu. Kwa sababu sisi wabunge tunayo dhamana ya kuisimamia serikali. Na tunajua maana ya kuisimamia serikali tukiwa na bunge ambalo haitaishauri vizuri serikali, maana yake tunaweka ubutu wa utendaji wa shughuli za serikali. Hivyo sisi tukirudi kwa wananchi, tutaadhibiwa. Hakuna mtu aliyoko tayari kuadhibiwa kwa, kwa sababu ya kukosa kuisimamia serikali vizuri. Kwa hiyo hao wenye dhana hiyo ni dhana, lakini tuangalie ndani ya miaka mitano nini kitatokea. Uh, nafikiri sio wazo sahihi sana, kwa sababu kila mbunge aliyekuja hapa ana ajenda mimi kama nimetoka Mtwara mjini nazo ajenda ambazo niliwaambia wananchi wa Mtwara mjini kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nitakapoona masuala yanayohusiana na watu wangu hayapewi kipaumbele au hayazingatiwi, lazima nitasimama na kuwa mkali kuhakikisha kwamba watu wangu wana, wanapewa kile ambacho kinahitajika. Sambamba na hilo, ina maana na wabunge wengine ni vivyo hivyo. Kwa hiyo nafikiri ni mtazamo tu, kwa sababu hapa tuko kwa ajili ya kuwakilisha wananchi, maslahi ya wananchi atakapokuwa hayaendi sawasawa lazima tutasimama kuhakikisha kwamba tunayatetea, lakini pia tunayasimamia. Kwa nafikiri ni tafsiri ambayo inaweza ikawepo, kwa sababu pengine ya wingi wa uh, wengi ni wa chama cha mapinduzi, lakini kwa maana ya ajenda siamini katika hilo, kwa sababu mimi binafsi niko hapa kwa ajili ya kutetea maslahi ya wananchi. Kazi za mbunge ni kazi, uko katika katiba ya nchi, yaani wajibu wa bunge. Na ujue kwamba chama cha mapinduzi kimeahidi, kwa sababu siku ya mwisho ni kuhudumia wananchi, kila mmoja ameahidi kwenye jimbo lake sioni kama kutapoa humu kwa sababu kila mmoja ana mpango wa kurudi tena, si ndivyo? Kwa ili uweze kurudi tena, lazima uitekeleze. Sasa, na, na, na, na kazi ya bunge ni kusimamia serikali kufanya hizi shughuli eh, katika wizara mbalimbali. Kwa hiyo kupoa haiwezekani, yaani mimi mwenyewe siwezi kupoa kama mambo yatokei kwenye jimbo marke sha kwenda na maji. Mimi siwezi kuzungumzia sana hilo, lakini najaribu kutoka kwenye bunge ambayo tulitoka kwa sababu mimi nimebahatika kuwepo bungeni ndani ya miaka mitano iliyopita pia kulikuwa na wabunge wengi wa CCM, lakini bunge lilikuwa zuri na watu walifanya kazi kama ambavyo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka, lakini vile vile kwa ajili ya kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kama ambavyo imetaka. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya miaka mitano iliyopita imetekelezwa zaidi ya asilimia tisini. Kwa sababu mimi naweza kuzungumzia, kwa sababu nitazungumzia kupitia kwenye jimbo langu. Kuna vitu vingi ambavyo tumepata. Mimi naweza kusema ndani ya miaka yetu mitano mimi niliingia madarakani nikikuta vituo vya afya viwili tu. Ndani ya miaka mitano tumepata vituo vya afya vingine vitatu vimejengwa katika maeneo tofauti tofauti. Tumepata zahanati zaidi ya kumi na mbili tumepata shule za msingi zaidi ya kumi na tano tumepata shule za sekondari zaidi ya tano ndani ya jimbo langu, lakini kuna watu hawaoni vitu ambavyo vimefanyika, na ndio maana unaona kuna hizo changamoto watu wanajitahidi kuzungumzia. Mi niseme tu, bunge lilopita lilikuwa na wabunge wengi wa CCM na watu walifanya kazi vizuri, serikali ilifanya kazi vizuri, na tunaamini pia ndani ya miaka yetu mitano hii pia serikali itafanya kazi vizuri na wabunge watashirikiana kwa sababu lengo letu ni moja tu, kuijenga Tanzania.